Baada ya mashabiki kumisi kwa muda mrefu sana kuonekana jukwaani, bondia kutoka Tanzania Hassan Mwakinyo hajawadisapointi wa Tanzania. Hii ni mara baada ya kushinda kwa ko katika uh, pambano lake la jana, ambapo alikuwa anapambana na Nigeria Stanley Eribo, ambapo katika raundi ya pili tu uh, Hasan Mwakinyo alimtwanga bondia huyo kutoka nchini Nigeria. Sasa kati ya vitu ambavyo vimevutia watu wengi sana na kuzua discussion kupitia social media ni t-shirt ambayo alikuwa ameivaa ameiva Kinyo, uh, baada ya kumaliza pambano hilo, Hassan Mwakinyo alikuwa amevaa t-shirt fulani hivi nyeupe ikiwa imekatwa kola, eh, inaonekana hapa ni kiwembe kimehusika mambo ya designing. Lakini kizuri zaidi ambacho kilikuwepo katika uh, t-shirt hiyo ni picha ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo picha hiyo ilikuwa ipo mbele na nyuma alikuwa ameprint picha ya kiongozi mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lisu, alafu pembeni akaweka alama ya nyundo ikimaanisha mahakama. Sasa picha hii imezua discussion ya vitu vingi sana. Mashabiki wamemsifia kuona kwamba Hasan Mwakinyo anatambua nafasi ya mwenyekiti wa Chadema uh, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, lakini pia ni kama mtu ambaye anataka justice for Tundu Lisu. Tumeona kupitia social media, uh, Hasan Mwakinyo amekuwa akizungumza mambo mengi sana yanayohusu wananchi na serikali, na amekuwa akiwa, akiwa wazi. Ni mtu ambaye hawezi kuficha. Unajua, bwana Mwakinyo ni moja kati ya watu ambao wamenyooka sana, ni mtu ambaye akitaka kuzungumza jambo fulani anazungumza bila kuwa na hofu yoyote, bila kuwa na uoga wowote. Sasa uh, ukiangalia tu hiki hi kitu ambacho akifanya Mwakinyo kisanaa, tunasema kwamba anatambua, amemweka mbele rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatambua uwepo wa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia anafahamu umuhimu wa upinzani, umuhimu wa demokrasia nchini Tanzania. Na kwa sababu mpaka sasa uh, Tundu Lissu yupo ndani eh, hukumu yake bado haijatoka, hivyo anaiomba mahakama. Sasa tunasema hapa eh, kifasihi zaidi anaiomba mahakama kutenda haki na mwisho wa siku aweze kuwa huru, au basi hukumu itolewe kama kushinda ashinde e, kama kuhukumiwa basi ahukumiwe e. Sasa hapa ndicho kitu ambacho anakizungumza Hassan Mwakinyo kupitia shati hii ya tisheti hii hapa ambayo alivaa usiku wa jana, lakini pia nimeona interview ambayo amefanya Bondia Ibrahim Classic ambaye ameponda amesema kwamba alitegemea kuona kwa sababu Mwakinyo amekaa muda mrefu bila kupambana basi atapewa uh, bondia ambaye ana experience bondia ambaye atamchallenge, lakini hali imekuwa tofauti. Ni kama vile uh, kwa mujibu wa Ibrahim Classic anasema kwamba uh, Hassan Mwakinyo aliingia kwenye ulingo akiwa na matokeo kabisa kwa sababu ya wepesi wa mpinzani wake huyu bwana Stanley Eribo. Yes. Hayo yalikuwa ni maoni ya Ibrahim Classic, unaweza ukamsikiliza hapa mbele pia. Lakini pia shusha komenti yako kwa hiki kitu ambacho kakifanya Hassan Mwakinyo kwa kuprint t-shirt ambayo ina picha ya Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia nyuma ina picha ya kiongozi mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo uh, Tanzania, CHADEMA.

hata mashabiki smteza kuwa nalalamika kwamba la na, bwana yani tunasikilia hivi na hivi na hivi, kwa sababu angalia bondia yao hata mechi zake za tatu, tatu za mwisho zote kapoteza kabisa, na watu ambao wana hata mechi moja walioshinda wote wamepigwa zote kana kabisa. Hii sijajua labda tunaaminisha vipi Watanzania kama si ni bora wakati tunacheza watu ambao sio mabora